Ha, hizi ni katika i'tiqadat ambazo zaingia kwenye jumla ya sihr ni, ni katika i'tiqadat ambazo zaingia kwenye jumla ya sihr, lakini hasijafikia jumla ya kufur, hazimfikishi mtu kwenye kufur, lakini ni katika jumla ya sihr, kwamba mtu akijiuma kwamba kuna mtu amemtaja ama watu akimtaja mtu kisha mara akatokeza, eti utakufa mzee, subhanallah. Hii ni katika sihr, yani kumtaja kwenu na kufa kwake kuna mafungamano yapi? Hii ni katika sihr, yani hakuna mafungamano ya baina wewe kumtaja mtu, kisha imeswadifu kadar, imeswadifu kadar, mume mtaja ametokeza, ni kawaida. Ama waswahili wengine wasema, utasikia mtu yazungumza, kisha ikiadhiniwa, hata adhana shahidi. Aa, adhana si shahidi, imfika wakati wake, eti mtu asingizie adhana shahidi. Naweza kuwa ni muongo, lakini wakwambia adhana ni shahidi. Si kweli, adhana si shahidi, imefika wakati wa kuadhiniwa, ndio ikaadhiniwa, muadhini hata hajui kama wazungumza hayo. Sasa hizi ni katika jumla za kuswadifisha mambo, yani, hili likitokea wakati kwatokea kitu fulani, basi ni udalili ya kitu fulani, ndio ule ule katika aina za sihr, ni katika aina uchawi kuswadifisha mambo ambayo hayana mafungamano, ni kama tanjim, yani nyota hii ikiwa hivi, kutatokea kitu fulani Nkiwa nazungumza kisha adhana ikiadhiniwa, basi ni ushahidi wa maneno yangu. Haya ni maneno ya Kiswahili Swahili ambayo yanatokana na ujumla wa uchawi sihr, ni katika mambo ya sihr. Kwa hiyo watu wafaa wajiepushe na itikadi hizi, na zipo nyingi kwa mujtama mingi sana. Na ukisema haya utaambiwa ah, ni nani? Basi munzidi, haya ni katika jumla ya sihr. Jiepushe na hizo itikadi, kuwa na imani linalotokea ni qadar, linalotokea halikuwa isipokuwa kwa kutaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ukiwa na tauhid na kuamini qadar hupati tabu, hupati tabu. chochote kitakachotokea wajua hii ni katika yale Allah alikuwa ashaandika, hupati tabu. Lakini utapata mtu ambaye hana tauhid, huwa na dhiki sana, ana dhiki kwenye moyo wake. Wallahi, mtu ambaye hana tauhid wapata dhiki sana, yani saa zote na watu wabaya sa zote watu wamzunguka, paka akilia, mbala kurabu akilia, tabu. Yani kuna watu wana tabu, Shekh. Yani usiku bahati mbaya apite paka usiku mlangoni kwake akalia, basi. alafu asubuhi aone kinyanya tena, nilimuona usiku ndiye huyu, labda maskini ya Mungu. Wenyewe Waswahili wana itikadi zao kwamba sijui yule mchawi akikuroga mwanga, siju yule anaokuja usiku anaojigeuza paka. Wapo kweli, wapo watu wa fly usiku. Kuna watu waruka mashaallah, usiku na uchawi na uteo, sijui sijui siju, ana nini gani, paka wakaruka na wana mbawa, lakini waruka wapo. Nasema mtu akikufanya sijui akikuanga usiku, kisha huwa ada yake yuaja asubuhi mapema kukusalimia kukuangalia. Allahu alam. Na singine bahati mbaya sasa uwe ni wewe sasa mwenye alikuwa kukutokea jambo ukaja asubuhi kumsalimia mtu, basi huu ndiye. Labda hata huyajui ukanasibishwa kwamba ni mwanga ama ni mchawi, watu wakakutuhumu kwa kadhib na uongo. Kwa hizi itikadati za Kiswahili zipo nyingi sana. Kuna baadhi ya miji hawauzi chumvi usiku. Eh, nakumbuka huko Takwenda kununua chumvi usiku aenda taka chumvi, we, mwenye duka akurukia: fanya adabu, siuzi hiyo. Ashangaa, wauliza sa wenyewe wenye mji, kwambia au usiku kusemi chumvi ite dawa ya mchuzi. Yaani ukienda dukani kule, ndipo kwa Markaz Tawhid maganya kulu kule, waambiwa ukienda kununua chumvi usiku usiite chumvi, sema dawa mchuzi. Ukiita chumvi utambua hakuna, utazunguka maduka yote upate sio kwamba hakuna iko, lakini wana itikadi zao kwamba ukitoa kwa jina la chumvi usiku kuna madhara ama kuna mambo yatakufika. Sasa ite dawa ya mchuzi ama ama kijembe, hawauzi usiku. Sasa hayo yote ya nini? Ama Waswahili wasema mtu si vizuri kujiangalia kwenye kioo usiku. Kuna nini? Yaani vioo, vioo hivi na uchawi, uchawi. Yani utapata, kuna itikadati za kishirki shirki, kwa mujtama nyingi na watu hawajui maskini, lakini hizi ikiwa mtu hajui maskini na hana itikadi nyingine potofu, haimfikishi kwenye kufur, lakini ni katika jumla zaweza kumfikisha baba, ni katika jumla za uchawi naweza kumpelekea kwenye kufur. Wallahu alam.